Na na kutembea na mke wa mtu A. Sasa alinitaka ye mwenyewe kwa sababu mimi nilikuwa nampelekea mayai kila siku pale asubuhi kwake uh-huh. Kwao akaniambia sio kwamba mwache, subiri. Mimi mimi nimekupenda, kwao nakiwa naiba na mara moja moja, moja mimi na wewe. Kisa mayai <laughs> Eh? Nilikuwa eh, namuuzia mayai . Sasa sikiliza eh, ikaaje mpaka ukaingizwa kwenye kabati kama hivyo? Au, sasa katika purukushani za mume wake kurudi ghafla, akanificha kwenye kabati wake. Mume wake ndo amekuta. Na wewe baada eh, ya kumkuta ume, ume, ume, ume, ume. Mimi nimeingia humu ndani uh -huh. Mona nikashangaa mara sielewelewi mara nani kabati nafanya kuchu kuchu kuchu, nikasema ngoja niangalie kuna nini mm. Namkuta jamaa Ulichomfanya hasa jamani, kitu gani mpaka kuingia ndani ya kabati? <laughs> Ah. mimi nimemwambia wife inabidi tuondoke, ende nyumbani, baki naye. Kwa hiyo unataka kuoa mwanaume mwenzio au tutakaa tu siku ya leo, kesho asubuhi <laughs> <jibu. laughs> mtoto mdogo